Huku kushaanza kuchangamka mapema tu, kumeanza kuchangamka leo kumeanza kuchangamka, maana hii chopa ya kijeshi hii inapita pita sasa. Ijichanganye, ujichanganye, ujichanganye, wakuchanganye. Leo ni siku ambayo Watanzania wengi wamekaa wakitetemeka huku roho zikidunda dunda kwa kusubiri kitakachotokea kwa siku ya leo, baadaye tu kidogo, baada ya masaa machache. Dar es Salaam, Mwanza, Arusha na Mbeya kumekaa kimya, watu hawaonekani barabarani biashara nyingi zimefungwa huku watu wakisubiri kwamba muda wote, kunaweza kukaanza vurugu ambayo itakayoletwa na maandamano ambayo yaliandaliwa kufanyiwa siku ya leo tarehe 9 Desemba. Nchi nzima imewekewa lockdown, kwa maana kwamba watu hawaruhusiwi kutoka nje. Na ambao watakaoruhusiwa kutoka nje bila sababu muhimu, basi hao watachukuliwa kama waandamanaji, na huku watapelekwa na askari polisi ambao watakaowakamata. Haijulikani maandamano yataanza saa ngapi, ila inaonekana serikali imejiandaa vya kutosha, maana imea, imeagiza askari polisi wengi tu katika eneo tofauti za miji mikubwa, ambapo askari polisi hao wameenda kus, kulinda mali za raia, ila pia kusubiri kitakachotokea katika vile ambavyo vinajulikana kwamba waandamanaji watavifanya kwa siku ya leo tarehe 9 Disemba. Na maandamano haya yakianza, inaonekana hali itakuwa mbaya sana, maana serikali haijaruhusu maandamano, hata yale maandamano yanayosemekana kwamba ni maandamano ya amani. Kwa hiyo askari polisi kila watakayemuona akijaribu kuandamana ni aiza kumshuti au kumkamata na kumpeleka gerezani na ilisemekana sana kuwa waandamanaji wa leo watakuwa na silaha. Basi hii ina maana kwamba askari polisi atakayejaribu tu uh, kutaka kuvamia waandamanaji anaweza akashutiwa na kupoteza maisha yake hapo hapo na maandamano haya yanaweza yakasababisha vurugu na machafuko makubwa nchini Tanzania, ila mwisho wa siku tu inaweza ikatokea hata Rais Samia Suluhu Hassan akaamua kujiuzuru au mataifa yakasimama kumwondoa madarakani Rais Samia Suluhu Hassan. Kitu kingine ambacho kinaogopeka sana katika haya maandamano ambayo tunasubiri leo tuone itakuwa vipi, ni udini ambao ulizungumzwa hapa katikati, ambapo tuliona washehe tu wengi wakizungumza kwamba hawataki maandamano haya yatokee, okay, na kusisitiza Waislamu kwamba hawapashwi kuyaunga mkono haya maandamano wala kushiriki maandamano haya. Alisikika shehe mmoja akisema kwamba wataambia wata Waislamu wote wakae na mipanga ili kukatana vichwa na watakaokuwa wakiandamana. Hili pia tunalisubiri kwa siku ya leo, tuone litakuwa vipi. Kitu kingine ambacho tunasubiri tuone kuwa leo kinaweza ikatokea ni ukabila wa Utanganyika na Uzanziba. Ikumbuke kwamba hili pia liliongelewa sana kwamba hawa, wa, Watanganyika hawataki kuongozwa na Mzanziba, huku wengine wakiriposti video za Mwalimu Nyerere ambazo aliwahi kuongelea mambo kama haya na kusema kwamba endapo nchini Tanzania kukatokea udini na ukabila wa Uzanziba ba na utanganyika basi muungano wa Tanzania huu utavunjika moja kwa moja. Kwa hiyo tunasubiri tuone kitu kama hiki kitajitokeza katika maandamano ambayo hayajaanza hadi sasa, ila kitu kingine ambacho tunasubiri kukishuhudia ni kile ambacho kilizungumzwa na serikali ya Tanzania, akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan akatamka kwamba wamba, ambao watakaoandamana tarehe 9 Disemba si Watanzania kama ilivyotokea katika maandamano yaliyotokea uh, tarehe 29 Oktoba ambapo Rais Samia Suluhu Hassan aliwahi kusema kwamba hawakuwa Watanzania bali walikuwa ni vijana kutoka nchi tofauti jirani na Tanzania. Ila sasa tunasubiri tuone maandamano ya leo, je, watakaoandamana ni Watanzania kweli au sio Watanzania na hapo ikabainika kwamba sio Watanzania, maandamano haya watu wengi watapoteza maisha. Ila vile vile, hata kama ikibainika kwamba waandamanaji watakuwa ni Watanzania, pia watu wengi watapoteza maisha katika maandamano haya ambayo tunasubiri kuyashuhudia. Kwa hivyo, mtu yeyote ambaye unasubiri kupata update za kile kinachoendelea nchini Tanzania Usisahau kusubscribe na kusubiri kwa hii channel, nitawapasha tu taarifa motomoto. Where? Where? Where? Where?